Jamani wa dada wenzangu, kama una muda tafadhali, naomba usikilize hii video, ni ya muhimu sana. Inaweza sikusaidie wewe, ikamsaidia hata jirani yako, yaani hii video ni muhimu, na kisa cha kusikitisha, lakini pia kina funzo kubwa sana kwa sababu watu wengi mnafanya hilo kosa. Huyu dada alinipigia simu anasema uh, mpaka huo muda naonipigia simu alikuwa bado yuko hospitali. Huyu dada alikuwa na, sima, na boyfriend ambao alikuwa kwenye mahusiano kwa miaka minne, lakini kauli, yani kilio kikubwa cha huyu bwana alikuwa anamwambia huyu dada kwamba, naomba usije ukazaa, yani fanya juu chini, lakini tafadhali naomba usizae kwa sasa hivi. Kwanza sitaki uzae nje ya ndoa, lakini pia na mipango yangu kwa hiyo sitohitaji mtoto kwa sasa hivi. Tukiwa kwenye hii hali, huyu kaka alikuwa anafanya kazi na watu, sijui ni kampuni sijui ni kampuni gani, lakini watu ni wazungu. Kwa hiyo ilibidi kuna miaka afikishe ndani ya ile kampuni, ili afanyiwe uhamisho, yaani ahamishwe, ahamishwe ya nchi, apelekwe huko nje, basi sasa huyu dada yeye kwa akili zake alikuwa anaona kama eh, huyu anataka kishafanikiwa nikimbie, yaani hivyo. Kwa hiyo yeye alichokifanya alitafuta mimba juu chini, Mungu akamjalia akapata ujauzito. Lakini baada tu ya kumwambia yule bwana, yule bwana akambia, lakini mimi nilikuambia ujitahidi usizae, kwa nini umefanya hivyo? Akaambia, basi mimi kwa kweli siko tayari kuwa na mtoto huyu. Bwana akaambia mimi siko tayari kuwa na mtoto kwa sasa hivi. Kwa hiyo kama wewe una uhitaji wa ujauzito, basi mimi mwenyewe sikushauri utoe, lakini naomba tu yani wewe iwe kama zawadi kwako, lakini mimi nina tuwezi kuendelea tena na mahusiano. Basi kwa miezi tisa ya mimba yule yali, dada alikuwa anajaribu kumtafuta yule kaka, lakini yule kaka alikuwa na hasira sana, yani alikuwa anaambia kwamba kwa nini umeharibu mipango yetu na vitu kama hivyo. Sasa uh, imefika miezi tisa. Hapo kwanza waliwasiliana, wali, wali kama miezi miwili mitatu ya mwanzo, ni yule bwana akakataga ma mawasiliano kabisa, na ule bibi akakaa kimya, akiamini kwamba akijifungua, akimpelekea mtoto L labda yule bwana roho itabadilika. Sasa anasema siku ambayo amejifungua, Yaani amejifungua kama usiku wa asubuhi yake akawa amempigia video call yule kaka ili amuonyeshe mtoto. Yaani amuonyeshe yule mtoto aliyojifungua. Lakini yule kaka alipokea video call akiwa airport, Akiwa airport ndo anaondoka kwenye ile safari ambayo alikuwa anamwambia bibiye kwamba mvumilie asizae sasa hivi watazaa huko mbele ya safari. Kwa hiyo basi akapokea video call ile, akamwambia nimejifungua mtoto, akamwambia, hongera sana, hongera sana, na nimefurahi Saa nyingine awa wakaka wanakuwaga na malengo mazuri tu na sisi, lakini mtu anapokwambia usizae haimaanishi hakupendi. Huyu mtu anataka kuweka mipango yake sawa, ili mnavyokuwa na mtoto hivyo kila kitu kinakuwa sawa. Lakini wewe kwa sababu, yaani, una trauma huko nyuma, marafiki zako walishawahi kuwa na watu wakafanikiwa, wakawakimbia, basi ndio unaileta na wewe kwako, kwa unaona mtu huyu kabla hajafanikiwa cha nimzalie. Yaani utalia wewe kuliko huyo mtoto wako. Mtu amekwambia usizae, huyo mtu ameshakuwa mkweli na wewe kwamba mimi sihitaji mtoto kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni wewe kufanya maamuzi, aidha huyo mtu nimwache nikatafute ambaye yuko tayari kupata mtoto au usubiri. Lakini kumzalia mwanaume haimaanishi ndo kutabadilisha akili, haimaanishi kwamba ndo atabadilisha mipango wako. Wanaume wachache sana ambao atakwambia usizae, baadaye ukija kuzaa atabadilisha akili, wako wachache. Lakini yule ambaye kila siku akiamka asubuhi wimbo wake ni usizae, wewe ukaenda kuzaa, hebu niambie sahizi utamlaumu nani? Huu dada anasema najua nimekosea na naomba ushee ili wadogo zetu wajifunze. Jamani wa dada tuwe makini sana mtu eh, apa tumuombe tu Mungu huyo kaka afike akili. Lakini asipobadilisha akili, yule mtoto ataishi bila baba yote kwa sababu ya nani? Yote kwa sababu ya makosa ya mama. Tusifanye hivyo vitu, watoto wa kike tuwe makini jamani. Mtu amekwambia usizae, tafuta mtu mwingine, lakini unaambia usizae ndo kujibebesha mimba? Kwani yani, kumzalia mwanaume sio kupendwa, kumzalia mwanaume sio kumtuliza mwanaume. Akitaka kutulia atatulia bila hata mtoto. Lakini wewe, mtu ana mipango yake, mpango wake anausikilizia, anakwambia usizae, uende kuzaa? Eh, yani una una yani unafanya yani unasema, mimi nilihisi labda anipende au atanikimbia. Si bora ukimbia ukiwa una mtoto sasa saa hizi unakimbiwa na mtoto. We mwenyewe, maisha yako tayari ni magumu, unaenda kumletea, tena unaenda kumleta kiumbe ambacho hakina hatia duniani kikaishi maisha magumu kama wewe kwa sababu tu ya, ya kushindwa kuchanganua mambo. Jamani, kama kuna kitu cha kujifunza hapa, kichukua, nenda kakifanyie kazi. Huyo kaka huyo anayekwambia usimzalie, usije ukazaa, usije ukazaa, ukazaa. Jamani, mi nilikuwa